Hapa tupo katika mtaa wa Sinde, kata ya Kitumbikwela, manispaa ya Lindi, ambapo zoezi la uchimbaji wa kisima ambacho kinaenda kunufaisha kata tano za almashauri ya Mtama imekamilika. Tumekuja hapa kukagua na kujionea kazi kubwa ambayo imefanyika na RUWASA Lindi. Tumeweza kuona kwamba gari ambalo amelileta Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan mkoa wa Lindi linaendelea kufanya kazi katika wilaya zake zote na sisi wilaya lini tumelipokea gari hili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunachimba visima na kusaidia kupatikana huduma ya maji kwa maeneo yetu yote. Na kama mnavyofahamu, tuna miradi mikubwa ya maji, kuna miradi ya Navanga Corridor, kuna miradi ya Ngapa, lakini miradi hii mikubwa bado kuna maeneo yanakuwa hayajafikisha ya huduma hiyo. Ndo kazi ya haya magari yaliyosambazwa kila mkoa nchini Tanzania magari haya lengo lake ni kuchimba visima, kuweza kurahisisha kupatikana kwa huduma ya maji safi salama na yenye kutosheleza kwa wananchi wote. Ahadi yetu kwa usimamizi wa karibu na RUWASA, ni kuhakikisha kwamba magari haya yanafanya kazi usiku na mchana katika maeneo mengi iwezekanavyo, ili wananchi wetu waweze kupata huduma ya maji. Gari hili limechimba kisima kinachoenda kunufaisha kata tano halmashauri ya Mtama tunaenda kutatua changamoto kubwa ya maji, litatoa lita elfu sitini lita kwa lisali moja, na rasmi kazi imekamilika leo chini ya RUWASA Lindi. Naomba sana, napenda sana kumshukuru rais wetu Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kusambaza magari haya mikoa yote. Naomba sana kumshukuru sana sana waziri wa sekta hii husika, Mheshimiwa Jumaa Aweso na wizara nzima ya maji, RUWASA, RUWASA Lindi kwa kazi kubwa wanayofanya hawakulala umefanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba kazi hii imekamilika, na leo tunaenda kunufaika na mradi huu. Tunashukuru sana. Wito kwa wananchi wenzangu wa Lindi, tuendelee kutunza miundombinu ya maji, idumu vizazi na vizazi. Tuendelee kutunza na kuwapa ushirikiano wataalamu wetu wanapokuja katika maeneo yetu kufanya kazi hizi za muhimu sana. Kisima hiki ni moja ya visima ambavyo vimechimbwa kwa lengo lile la mama la kumtua mama ndoo kichwani. Kisima hiki kimeanza kuchimbwa mwezi huu wa kumi na mbili mwishoni, na sasa tupo katika hatua ya usafishaji. Kisima hiki kimechimbwa, kina urefu wa jumla ya mita 175 na, na kina uwezo wa kuzalisha takribani lita elfu sitini kwa saa. Kisima hiki kitakuwa ni mwarubaini kwa wakazi wanaoishi katika kata tano, kata za Kitumbikwela, kata ya Navanga, kata ya Sudi, kata ya Nachunyu na kata ya Mnolela ambazo zina takribani wananchi wasiopungua wa wa elfu ishirini na tano. Mradi huu ambao ni wa uchimbaji wa kisima unategemea kukamilika rasmi mwezi wa pili mwishoni, ambapo kazi zilizobakia zitakuwa ni kazi za kupima wingi wa maji pamoja na kufanya kupima ubora wa maji, na baada ya hapo kisima hiki kitaunganishwa katika miradi ya maji Yanavanga Mtama, lakini pia na mradi wa Kitumbikwela. Sisi kama LUWASA tunapenda kumshukuru sana, kumshukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye kwa sehemu kubwa ndio ametupa ame mtambo wa kuweza kuchimba kisima hiki. Mtambo huu umesaidia kupunguza gharama ya uchimbaji ambapo gharama ya uchimbaji wa kisima hiki ni, ni takribani milioni thelathini na tisa ambapo kama mkandarasi angechimba kisima hiki tungetumia takribani milioni sitini laki tisa na thelathini. Kwa tunapenda kumshukuru sana mama yetu Samia kwa kutuletea mtambo huu ambao umekuwa mwarobaini wa huduma ya maji katika wilaya yetu ya Lindi.